Okay, basi ahalani wa salani wa marhaba, huyu hapa tena DJ mjukuu mwanambamba, lakini pia wafahamu wauzaji wa movie eh, yani movie za madije wote na mikoa katika mkoa uliokuwepo. Maanake ni kwamba hawa ndio wauzaji ambao wapo katika sehemu uliyokuwepo wewe. Sasa, wapi habari ndugu zako, waambie hawa ndio miamba pale Morogoro tunasanga na namba za simu ni hizo hapo 0718554740 ndio maanake wanamuita Sanga Video and Supply. Lakini pia tuko na watu wengi. Ukishaachana na mambo ya Morogoro unakwenda Dar es Salam, pale kuna Vec 0730 0713 098936. Hapo ni Dar es Salama ndiyo manake. Lakini pia kuna Njombe pale, yuko mwamba wa miamba anamwita Ize Mamuvi kupitia 067357889, wape habari hiyo, ni Njombe. Lakini pia tukiachana na mambo ya Njombe sasa hii ni muhimu sana, kwa sababu utawajua mawakala pale Arusha, kuna mwamba anamuita bm matelefoni. Ukipenda mwite mzee wa mazagazaga 0754 234 138, mambo ni moto sana. Hawa ni baadhi ya mawakala ambao nakutajia, lakini wako wengi sana. Nitazidi kukuonesha zaidi na zaidi na zaidi na zaidi ambaye hayupo kwenye hii system, manake ni kwamba hayuko na mimi. Huyo lana suma kakana ya pembeni ni jambazi lana huyo. Waambie, waizi ni wengi sana. Miendelezo napatikana ya picha zote na ni mapema sana. Na ni wauzaji hawa mawakala, wasiliana nao kwa namba mbezi meko hapo. Itakusaidia wewe kupata huduma kirahisi, ili usiibiwe na usipate mapicha mabovu, ambaye ataua deki yako ama tv yako. Ama mapicha machafu, ambaye anaonyesha maunga unga. Kisikia habari hii taarifu na mwenzio kutoka pale Ifakara moja kwa moja ndani ya Morogoro mji. Kasoro anasema wenyewe, sina mashaka naye. Sasa twende tuanze kabisa mwanzo mwanzo, chombo cha sasa nimemeza mic, picha zinajitafsiri zenyewe. Kaa hapo ak, akikupa hii mwambie akupe na nyingi.